Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Asha Rose Migiro, e, amempokea katibu wa Chadema mkoa wa Mwanza kuingia ndani ya Chama cha Mapinduzi. Huyu ni aliyekuwa katibu mtendaji wa Chadema, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, mkoa wa Mwanza bwana Boniface Mkoba ambaye ameamua mwenyewe bila kulazimishwa kuachana na chama chake hicho na kuhamia Chama cha Mapinduzi CCM na kupokelewa na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi e, balozi Daktari Asha. Sharos Migiro mbele ya mkutano wa kampeni za urais kupitia CCM katika uwanja wa Nyamagana mkoani Mwanza leo tarehe 8 Oktoba ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Bwana Boniface amejiunga na CCM na kusema ametimiza, ah, ndoto yake ya kuachana na chama cha kuhamisha vurugu, chama cha kuhamasisha vurugu na kuhamia chama chenye kubeba matarajio ya Watanzania katika maendeleo. Msikilize bwana Boniface akizungumza. Wakati wengine wanasema tarehe ishirini na tisa wanawambia watu kuna maandamano, mimi kama mtendaji mkuu wa mkoa wa Mwanza niliyeongoza kwa mwaka mzima, sasa sikuwa tayari, siko tayari na sitakuwa tayari kuongoza jeshi la watu walemavu. Ndiyo maana nikasema hakuna haja ya kuwa mnafiki, kuwa na kataa kimya kimya, acha niondoke, niungane na jeshi la ukombozi kuhakikisha tunamsaidia Samia Suluhu Hassan. Naam, huyo ndiyo Boniface Mkobe, aliyekuwa katibu mtendaji wa Chadema mkoa wa Mwanza, akizungumza sababu iliyompelekea yeye kujiunga na chama cha Mapinduzi. Nini maoni yako? Naona kwenye comment hapo chini, itakuwa swadakta sana. Kiongozi huyo alizungumza maneno yao alipokuwa katika kampeni za mgombea urais wa chama cha Mapinduzi zilizofanyika katika wilaya ya Nyamagana, mkoa mkoani Mwanza. VOT Media, wakati wote sisi tumechangamka, hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu, subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.